Uh -huh. So babe, uh -huh. Nona ukifika wewe utaniambia. Sawa sawa, wewe tembee poa, uh -huh. Mimi nakupenda. Sawa. So. Sawa. So. So, bye. Hawa wili wanadanganyana. My Lord. Ah, Barasa. Ehe. Niaje? Niko poa sana. Na unafanya nini huku? Nilikuwa nimepeleka hivyo mrembo apande gari aishie uh. Ndio narudi sasa hivo. Oh, ndio narudi eh. Hata mi mrembo wangu ndi amesema leo leo anakuja. Oh. Mechi bro, niko na mechi leo, situende onimpika alafu ndio turudi. Oh, ashafika, ashafika bro, leo nakwambia, ni mechi bro. Oh, situende hiv, utakufa bibaya, wewe na kuhurumia hata ah, eh, ndo huyu mama bana, ndo huyu mwenyewe. Huyu ni best yangu, Balex. Demi yangu nimetuma fea mara ngapi, akikula leo ndio amekuja. Unataka kusema demi yako? Ndio ametoka Bungoma. Tu Makosa. Yeah. Wakamwacha akiwa paralyzed. <laughs>